Mungu anakueleza leo ya kwamba ingawa umefanya hayo yote, ingawa umetenda yote kwa kupitia Yesu Kristo. Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yako. Nataka nikwambie kwa sifa huyu Yesu Kristo, amina, kwa sifa huyu Yesu Kristo siku ile itakapofika, utakapo simama mbele za Mungu aliye hai Utashangaa dani tukawaambia watu kuhusiana na habari za Yesu Kristo. Kwa hiyo pasipo kuchoka, hatupaswi kuchoka kabisa kwenye kazi hii kazi sio twende tukazungumze, yeah, na watu wanamna. Shukrani zangu Bwana Yesu asifiwe. Hapa tuko mkoani Morogoro, hii ndio stendi mabasi yote. Kwa watu ambao mnasafiri safiri Morogoro, mabasi mengi yanashukia hapa, yanaingia hapa. Sasa huku ndani imekuwa changamoto kuleta spika wana, wanaona kana kwamba ni makelele. Sisi tunachokifanya tunatembea mguu kwa mguu mpaka mahala pale, tunapaza sauti kwa kuambia habari za huyu Yesu Kristo. Sasa nataka nikuelekeze katika mfumo huu, kutuombea ni kitu cha msingi, kwa sababu tunakutana na changamoto nyingi ambazo zinatupelekea hata kazi ya Mungu inakuwa changamoto. Unakuta umefika mahali, anasema tu kata hicho kitu tutaki, ama unakuta hatutaki makelele mahala hapo. Kutuombea ni kitu cha msingi, lakini kitu kingine ningependa nishukuru kwa kila mmoja ambaye amekuwa akichangia huduma katika lengo la kutusaidia tuweze kufanya hai kama kazi ya Mungu. Nazungumza siku zote, na nasemaga na watu wengine na viaga, kuna wengine hamjakirimiwa hichi kipawa tulichopewa sisi. Sasa Mungu usikate, kakubariki na biashara, kakubariki na kazi, unaweza kutumia hicho kutuwezesha sisi tukafanya kazi kawa kama vile ulivyofanya. Biblia yenyewe inasema wataendaje pasipo kupelekwa? Unaweza ukatupeleka. Twende tukafanye kazi katika Yesu Kristo. krist gali yote makubwa yote, yeah. Twende sisi, tunachoenda tunaenda huko mbele wanapopitaga wengi, tunaenda kuambia. kwani kwani <coughs> nasemaga mwanzo kuna kuwa na kile kitu ambacho kinakupa hofu, useme usiseme, useme usiseme, lakini ukiwa na roho mtakatifu, kila kitu kinawezekana. Pasipo kuhofu. Usiangalie idadi ya watu, mwinjilisti mwenzangu, usiangalie idadi ya watu. Wewe wasilisha neno la Mungu, watu wasikie. <tus> Ndugu zangu Yesu Kristo anarejea hivi karibuni. Huyu Yesu Kristo aliyekufa msalabani. Huyu Yesu Kristo aliyekubali kudhiakiwa. Huyu Yesu Kristo aliyekubali kupoteza uhai wake katika lengo la mimi na wewe tusamehewe dhambi. Huyu Yesu atarejea katika lengo mimi na wewe tusiweze kuhukumiwa siku ile tutakaposimama mbele za Mungu. Mungu anakuambia katika lengo uweze kusamehewa, ni muhimu mimi pamoja na wewe tukapate kutubu dhambi zetu, tukamkiri huyu Yesu Kristo na hatimaye tukapate kuweza kuingia mahala pale panapoitwa mbinguni. Mungu anakueleza leo, ingawa umetenda dhambi zote Umefanya yote ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Mungu anakuambia una uwezo kusamehewa sababu Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya hiyo dhambi yako. Kazi ya Morogoro Mungu anakueleza kwa upendo leo. Anakuambia ingawa umenenda kinyume na mapenzi ya Mungu, ingawa umefanya yale yote yasiyostahili. Mungu anakuambia utakapoamua kumkiri huyu Yesu na kuamua kuanza upya Mungu anakwambia dhambi zako zote, maovu yako yote uliyoyafanya, Mungu anakwambia yuko radhi kukufutia pale tu unapomkiri huyu Yesu Kristo kuwa ni Bwana na mwokozi wako. Neno la Mungu linasema kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee, ili kila mtu amwaminiaye asipotee, bali awe na uzima wa milele. Leo hii, ndugu zangu, tunauzima tunapumua, tunapaswa kuelewa, kuna majira na nyakati. Itafika mimi na wewe tutasimama mbele za Mungu kwa matendo yangu mimi na wewe ambayo hayampendezi Mungu, tutasemaje? Unaweza ukasimama mbele za Mungu na mahala pale Mungu akakwambia hustahili kuingia iaokaka upande wa kujua nisigari kafiga sawa. Mungu anakueleza leo ya kwamba ingawa umefanya hayo yote, ingawa umetenda yote kwa kupitia Yesu Kristo. Yesu Kristo alikufa msalabani kwa ajili yako, unatangaziwa mpaka. Wengine tunapita namna hii, wengine makanisani, wengine na maspika, wengine ndio hivi. Sasa tunakuja kukwambia, ingawa umefanya yote, ingawa unatazama, unasikiliza, nataka nikwambie ndugu yangu yale yote uliyoyafanya unaoweza kusamehewa dhambi zako pale tu unapomkiri Yesu Kristo kwa Bwana na mwokozi wako. Ndugu yangu, Mungu anakuambia leo hii, mimi na wewe tuna na uzima, hatujui majira ambayo Mungu atatuchukua. Leo hii unajiburudisha, sikatai, unafurahi unapoangalia labda TV, sikatai, si jambo baya, lakini Mungu anakuambia endapo utakuwa huna mwenendo wenye kumpendeza Mungu yale yote uliyoyafanya katika sadaka zako, katika kila kitu ulichokitoa, Mungu anakuambia haitakuwa bure bule. Lakini ukimkiri Yesu Kristo, Mungu anakuambia dhambi zako zinafutwa na hata unapokelewa mahala pale panapoitwa mbinguni. Mungu anakuambia leo, ingawa dhambi zako ni nyekundu kama bendera, kwa kupitia neno lake anasema dhambi zako zote maovu yako yote yatafutwa, kwa sababu Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako. Yesu Kristo ndiye njia ya mimi na wewe kuingia mbinguni. Pasipo huyu Yesu, ndugu zangu, tutafanya kazi bule, tutakuwa tunaenda huku na huku bule katika lengo, tukapate kuweza kushindwa kuwa na ile nguvu ya Mungu ikifanya kazi kwetu. Ndugu yangu Unatamani kuona Mungu akifanya jambo katika maisha yako? Unatamani kumwona Mungu akifanya jambo kwako? Nataka nikwambie, pasipo huyu Yesu Kristo, amina, pasipo huyu Yesu Kristo, siku ile itakapofika, utakaposimama mbele za Mungu aliye hai, utashangaa yule Mungu anakwambia hustahili. Amen, unakuta una uwezo wa kuiona mbingu kwa sababu tu leo hii unaambiwa kuhusu habari za Yesu, lakini kwako kwa Yesu si kitu cha kufuatilia, kwako kwa Yesu ni mzaa, kwako kwa Yesu ni kitu ambacho ni historia tu. Nataka nikwambie huyu Yesu Kristo anayewatuma watu wake namna hii katika majira yatakapojiri, katika saa itakapofika, Mungu anakwambia utasimama mbele za Mungu na utapaswa kutoa hesabu ya matendo yako. Bibilia inasema kwenye kitabu cha ufunuo ya kwamba ndugu yangu, mimi na wewe tutasimama mbele za kiti cha enzi na yule Mungu aliye hai akapate kuweza kutuhukumu. Twende mbinguni ni lazima matendo yetu yakapate kufuatana na vile maandiko yanavyosema. mimi pamoja na wewe sote ni binadamu, majira yakifika, wakati ukifika, tutasimama mbele za Mungu. Mungu akisema leo, ndugu yangu wa Msangu, Mungu akisema leo akuchukue, akusimamishe mbele yake, kwa aina ya maisha uliyo nayo, kwa aina ya mwenendo ulio nao, nataka nikuulize, Mungu atakukubali je? Yeah, Mungu atakupokea? Lakini sikia, nikueleze Mungu anakwambia kupitia neno lake la Biblia, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanaye wa pekee ili kila mtu amwaminiaye asipotee bali awe na uzima milele. Yesu Kristo ndiye aliyebeba mimi na wewe msamaha wa dhambi. Yesu Kristo ndiye aliyebeba mimi na wewe msamaha wa kuweza kutupendekezo kaingia mbinguni leo hii Mungu anakueleza leo hii. Mungu anatumia kila njia kukuelewesha ya kwamba Yesu Kristo ndiye anayeweza kusababisha dhambi zako zikafutwa. Leo unao uwezo wa kukubali na ukakataa. Leo unao uwezo kuona kwamba uko safi, kana kwamba unakula unakunywa, maisha yako safi. Nataka nikwambie, huyu Mungu aliye mbinguni haangalii sadaka, haangalii unachokitoa. Mungu anaangalia neno lake na neno lake linasema, Yesu Kristo ndiye njia. Ndugu yangu, leta mzaa cheza, lakini kama huyu Yesu Kristo hujamkubali hujamkiri, itakuwa ni changamoto kwako kuingia mahala pale kwanaka izo mbinguni. Ok, ndugu yangu Tumezunguka, Mungu atubariki, tuingie ndani tukapate kusema na waliokwepwa wa ndani. Tunataka tuingie ndani tukawaambia watu kuhusiana na habari za Yesu Kristo. Kwa hiyo pasipo kuchoka, pasipo kuchoka, hatupasi kuchoka, kuchoka kabisa kufanya kazi. Yesu Kristo anarejea hivi karibuni Huyu Yesu Kristo aliyekufa msalabani, huyu Yesu Kristo aliyekubali kudhihakiwa, huyu Yesu Kristo aliyekubali kudharauliwa, ndugu zangu, anarejea hivi karibuni. Ndugu zangu, tupate yeah, toba yeah, kwa maana majira na nyakati zinakuja. Huyu Yesu Kristo aliyekufa msalabani anarejea kuja kuwafuata walio wakwake. Mungu anakuambia leo ingawa umetenda dhambi, ingawa umefanya yote, Mungu anakwambia kwa kupitia Yesu Kristo unaweza kufutiwa dhambi zako. Mungu anakwambia endapo utamkiri huyu Yesu, na hatimaye hatimaye utapata kuweza kufanya mabadiliko ya maisha yako. Mungu anakwambia dhambi zako zote, maovu yako yote yatafutwa. Maana Yesu Kristo alikufa katika lengo mimi na wewe tusamehewe. Mungu anakuambia leo, tubu dhambi kabla hujachelewa, mkiri Yesu Kristo kabla hujachelewa. Maana Mungu anakueleza ingawa umefanya maovu, ingawa umeenda kitubadaye, Mungu anakuambia kumija lego lake, tubu dhambi yako Firi Yesu Kristo hubali, alikufa kwa ajili yako, ubali alikufa kwa ajili yako maovu yako yote, dhambi zako zote, kila kitu ulichokufanya. Mungu anakwambia kupitia Yesu Kristo naouweza kuokolewa leo. Mungu anatumia kila njia, hata ndugu zangu naosafiri pia. Mungu anatumia kila njia kusema nasi, kutuambia turekebishe mienendo yetu, tutengeneze maisha yetu. Kuna siku itafika, mimi na wewe tutasimama mbele za Mungu, na yule Mungu atasababisha mimi na wewe, kama sio kujuta, ndugu zangu, atatusababisha tuingie katika raha. Biblia inasema kitabu cha ja ufunuo wa Yohana, Biblia inasema katika kitabu ile Ufunuo wa Yohana ishirini, Biblia inasema mimi na wewe tutasimama mbele za kiti cha enzi tutapaswa kutoa hesabu ya matendo yetu. Uh -uh, uh -uh. Ndugu yangu elewa, unaweza kawa na kula leo, unaweza ukawa na fanya biashara leo, unaweza ikawa hata ndugu zangu mnasafiri leo, hujui Mungu alichokipanga leo. Hii Mungu anajaribu kwa kila njia kutuelewesha kutuelekeza turekebishe ili majira yakifika tusije tukajuta kwa sababu ya mienendo yetu. Yesu Kristo, Yesu Kristo alikubali kudhihakiwa kwa ajili yangu mimi na wewe, ili tunapoomba toba Mungu akapate kutusamehe. Yesu Kristo alikubali kudhihakiwa, lengo mimi na wewe tukitubu dhambi tukapate kusamehewa. Leo ndugu yangu unaweza ukajiona kwa sababu una uzima, kwa sababu una afya, kwa sababu una kicheko, una hela mfukoni inakupa jeuri, inakuonyesha jinsi gani ya kwamba unaweza kufanya manunuzi hapa na pale. Ndugu yangu, pesa zako, fedha uliyokuwa nayo, mali uliyokuwa nayo isiwe chanzo cha kukusababisha ukamkosea mungu yesu kristo ndiye njia yesu kristo leo ukiamua kutubu mungu anakuambia kupitia kitabu cha isaya isaya sura ya kwanza na ule mstari wa kumi na nane biblia inasema haya njooni tusemezane asema bwana dhambi zenu zijapokuwa ni nyekundu zitakuwa ni nyeupe dhambi zenu zinapokuwa ni nyekundu, Mungu anakuambia kwa kupitia Yesu Kristo, mimi na wewe tunafutiwa dhambi. Lakini leo ndugu zangu, tukajigamba sababu tuna uzima, sababu tuna afya, tunaingiza pesa. Mfano, ninaona biashara za kutosha hapa, kwa sababu unapiga udalali, unabeba mizigo, labda ama unafanya ukondakta, sijui. Mungu anakuambia majira yakifika, vyote tutaviacha, vyote tutaacha, tutasimama mbele zake Mungu, na Mungu atasema mwanangu, niliwatuma watu pale ulipokuwa hapo Msambu, niliwatuma watu kuja kwako kukuambia, sawa umetenda dhambi, sawa umetenda dhambi, lakini kwa kupitia Yesu Kristo unaoweza kusamehewa. Ndugu zangu Leo ukiamua kumpa Yesu Kristo maisha yako, Mungu anakwambia dhambi zako zote, ukimkiri Yesu Kristo dhambi zako zote, maovu yako yote, Mungu anakukambia kupitia Yesu Kristo ndio unasamehewa. Kupitia Yesu Kristo umeiba, umedanganya umesengenya umefanya wizi kila kitu ulichokifanya, kwa kupitia Yesu Kristo unaweza kusamehewa. Kihali ni ya kwako, ukatae ukubali. Siku ile hutaweza kusema sijawahi kusikia, hutadiriki kusema, ndugu zangu, sikuwahi kuambiwa. Kabla ya safari, Mungu atakwambia nilituma mtu wangu pale katika udalali wako, katika ukondakta wako, katika kubeba biashara, katika kufanya kazi, Mungu atakwambia mwanangu, niliwatuma watu kuja kukuhubiria, nilituma watu kuja kukwambia Yesu Kristo ndiye njia. Siku ile unasimama mbele za Mungu, Mungu anakwambia kwa kupitia dhambi hii ambayo leo kuna uwezo ukatubu, Mungu atakwambia mwanangu, nilikutumia watu pale ulipokuwa unakula, ulipokuwa unajiandaa na safari, ulipokuwa na marafiki zako, nilituma watu kukwambia Yesu Kristo alikufa kwa ajili yako. Yesu Kristo alikubali kuziambiwa kwa ajili yangu mimi na wewe. Ndugu zangu, leo tunaweza tukachukulia mzaa. Unaweza kaniona kijana napiga makelele na zunguka-zunguka hivi, baadaye pumzi yako itakapokata, utakaposimama mbele za Mungu, huyu hapa malaika, hawa hapa, unaambiwa hustahili kuingia mbinguni, siku ile ndiyo utakayokumbuka maneno yote uliohubiriwa na kuambiwa. Ulikuwa una uwezo wa kutubu leo, una uwezo wa kutubu, lakini ukaamua kufanya aliyo ya kwako. Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu, akamtoa mwanae wa pekee, Yesu Kristo, ili kila mtu amwaminiaye asipotee bali awe na uzima wa milele. Ndugu yangu, leo unaweza ukasema ninatoa sadaka, ninaenda kanisani, ninaenda msikitini, ninatoa zaka, ninafanya hiki na kile. Nataka nikwambie, Biblia inasema apandacho mtu ndicho atakachokivuna. Wakati katika siri, ndugu yangu, ukiwa uko sirini ukiwa uko sirini unafanya matendo maovu. Ukiwa uko sirini, rafiki yako ndugu yako jamaa yako ajui, Mungu anaona. Mungu anaona yale matendo ya sirini uliyokuwa ukiyafanya, yale yote uliyokuwa ukiyatenda wakati uko sirini, Mungu alikuwa anaona. Leo Mungu anakuita, leo unaitwa, leo Mungu anakuambia ingawa wamefanya hayo yote, Biblia inasema kitabu kile cha Isaya, Isaya sura ya kwanza mstari wa kumi na nane Biblia Biblia inasema, haya njoni tusemezane, asema Bwana, dhambi zenu zijapokuwa si nye ni nyekundu, Mungu amesema atazisafisha pale mtakapomkiri Yesu Kristo. Kusii fanya toba kabla hujachelewa. Okay. O so, ndugu yangu, inafika hatua hata funzi inataka kukata kufanya hii kazi isiokitwene, twende tukazungumze na watu wanamna pale. Ah, ndugu yangu, napusi fanya mazoezi, mwinjilisti fanya mazoezi. Ndugu zangu, Yesu Kristo anarejea hivi karibuni, huyu Yesu Kristo aliyekufa msalabani kwa ajili yangu mimi na wewe. Mungu anatuambia kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanae wa pekee ili kila mtu amwaminiaye asipotee bali awe na uzima milele. Ndugu zangu, mimi navyojiona tumesimama namna hii, mimi najihesabia katika majira na nyakati nisiyoijua nitasimama mbele za Mungu. Leo hii ndugu yangu, uenda unajiandaa na safari, labda unapiga udalali huko mahala hapa labda, oh, ndugu yangu okay, unabeba mizigo mahala hapa. Nataka nikwambie huyu, oh, okay, Yesu yeah, Kristo anaitangaziwa <laughs> <laughs> Mungu alitoa sadaka kwa ajili yangu mimi na wewe. Leo inaweza kuchukulia kawaida, lakini Mungu anatuma wa watu wake kwako, kukushuhudia, kukuambia igaa umetenda dhambi ingawa umenenda kinyume na mapenzi ya mungu mungu anakuambia yohana sura ya tatu aya kumi na sita kwa maana jinsi hii mungu aliupenda ulimwengu akamtoa mwanawe wa pekee yesu kristo kila mtu amwaminiaye kila mtu amwaminiaye asipotee bali awe na uzima milele sikia nikwambia ndugu yangu leo unaweza ukajivunia una hela mfukoni leo unaweza ukajivunia una hela. Hapa ulipo unaweza ukajivunia una biashara, unafanya ukondakta, unapata elfu moja elfu mbili, unaweza ukajivunia. Lakini na nakwambia, baada ya maisha haya, baada ya maisha haya, baada ya hiyo pumzi unaivuta kwa uhuru, baada, ndugu yangu, umeona hiyo pumzi muda huu unaivuta taratibu, umeona hiyo pumzi unaivuta wepesi, kuna majira yatafika. Mungu atasema usimame mbele yake utoe hesabu ya matendo yako kisiri sirini. Ndugu yangu, ulikuwa unaona ya kwamba Mungu akuoni? Ulipokuwa unaiba, ulipokuwa unazulumu, ulipokuwa unafanya no yote ambayo hayastahili, unadhani ya kwamba ulikuwa peke yako, lakini Mungu anakuambia alikuwa ya kuona na Mungu aliye hai atakuja kukuambia majira yale na nyakati zile, ukapate kuweza kutoa hesabu ya matendo yako. Mungu anakueleza leo, tubu dhambi, tubu dhambi. Yeah, mkiri Yesu yeah, Kristo yeah, yeah. Mkubali Yesu Kristo kabla hujachelewa. Sasa Tanzania, mkubali Yesu Kristo kabla hujachelewa. Nadhani sauti yangu itakata sasa. Kwa lengo la kila mmoja ambaye anatazama, huenda, narudia tena, huenda Mungu ajakukirimia wewe kipawa hichi cha kuzungumza kama hivi, huenda Mungu ajakukirimia hichi kipawa kama cha kaa so minakusik chukua fursa ukapate kuungana pamoja nasi. Unaweza kutuombea, kama una uwezo unaweza ukatushauri, kama una uwezo unaweza ukatubariki, kama una uwezo, chochote unachokiona, unaweza ukanyosha mkono wako, unaweza ukatutetea. Mungu akubariki, na Mungu akutetee. Tuombee sana. Mungu abariki nyote.